Kamanda umetuambia Dar es Salaam iko salama. Lakini tukiangalia kuna hii taharuki mpaka sasa watu wakisikia kauli ya jeshi la polisi rasmi ya kuhusiana. Sasa kuhusiana na kutoka kwako kama kamanda wa kanda maalum kuhusiana na Balozi. Aliko Balozi na mpaka sasa labda utaelezea na kila watu. Sema pia Dar es Salaam iko salama watu, sababu kama hivyo alikuwa kwa Balozi ametoweka mpaka alikuwa Balozi. Sasa kwa raia wa kawaida. Thank you. Kwanza naamini wewe ni mwanahabari mzuri na naamini umekuwa ukifuatilia taarifa mbalimbali. Uh, sijui msemaji wa jeshi la polisi nchini akisema jambo kwako unalichukuliaje, kwamba ni taarifa au sio taarifa? Mama sema hujasikia taarifa kutoka kwangu kuhusiana na mtu uliyemtaja kwa kifupi sana, na sitarajii kubishana eh. Ndio maana nilikupa fursa ukaongea eh. Kwa kifupi sana, taarifa iliyotolewa ilikuwa na maelezo mazuri ye mwenye mwendelezo wa hicho anachokisema na maana, na nakumbuka taarifa ile ilimalizia kwa kusema taarifa ile inafanywa kazi, inafuatiliwa kwa karibu, na kwa sababu hiyo ninaamini zitaendelea kutolewa taarifa, na kama ilitolewa na msemaji wa jeshi na sisi ni taasisi sasa, sidhani kama ungependa ukisikia msemaji wa jeshi amezungumzia jambo moja lile lile, ukapenda tena na mimi nilizungumzie, lakini mwisho utataka na OCD naye alizungumzie, utataka na polisi kata alizungumzie. Kwa mfumo wa jeshi, jeshi kama taasisi lina mfumo wa kutoa taarifa na ile taarifa ichukuliwe ni taarifa na zitakapopatikana taarifa zingine zitatolewa kwa mfumo ule ule. Uh, Kamanda, salama mpaka sasa, watu wakisikia kauli ya jeshi la polisi rasmi ya kuhusiana, na sasa kutoka kwako kama kamanda wa kada maalum kuhusiana na balozi. Kwanza, naamini wewe ni mwanahabari mzuri na naamini umekuwa akifuatilia taarifa mbalimbali uh, sijui msemaji wa jeshi la polisi nchini akisema jambo kwako, unalichukuliaje? Kwamba ni taarifa au sio taarifa? Mmesema hujasikia taarifa kutoka kwangu kuhusiana na mtu uliyemtaja. Kwa kifupi sana nasitarajii kubishana eh, ndio maana nilikupa fursa ukaongea eh. Kwa kifupi sana taarifa iliyotolewa ilikuwa na maelezo mazuri ye mwenye mwendelezo wa hicho nachokisema, na maana, na nakumbuka taarifa ile ilimalizia kwa kusema taarifa ile inafanyiwa kazi, inafuatiliwa kwa karibu, na kwa sababu hiyo ninaamini zitaendelea kutolewa taarifa, na kama ilitolewa na msemaji wa jeshi na sisi ni taasisi, sasa sidhani kama ungependa ukisikia msemaji wa jeshi amezungumzia jambo moja lile lile ukapenda tena nami nilizungumzie, lakini mwisho utataka na OCD naye alizungumzie, utataka na polisi kata alizungumzie. Kwa mfumo wa jeshi, jeshi kama taasisi lina mfumo wa kutoa taarifa, na ile taarifa ichukuliwe ni taarifa, na zitakapopatikana taarifa zingine zitatolewa kwa mfumo ule ule.